Historia ya mradi ni kwamba mradi ulianza, ulianza Mei 2024 na, na unatarajiwa kumalizika Aprili 2025. Mradi huu unatarajiwa kuunganisha vijiji vinne ambavyo ni Muungano, Matale yenyewe, Mahambe pamoja pamoja na Kinyamwandio. Ah, gharama za mradi huu ni shilingi milioni 363. Ah, tunategemea faida zitakazopatikana baada ya mradi kukamilika ni kwamba utaboresha mawasiliano, utaimarisha mtandao wa internet kutakuza biashara na uchumi, kuboresha huduma za kijamii, kuongeza fursa za ajira na kusaidia usalama katika eneo hili. Watakaonufaika na mradi huu ni wananchi wote wa kata ya Unyahati, hasa hivyo vijiji ambavyo nimevitaja hapo: Muungano, Matale, Mahamba pamoja na Kinyamwandi. Hapa tunaweza kujionea mnara huu ambao unajengwa na taasisi ambayo iko chini ya wizara kwa maana ya TTCL. Na TTCL imekuwa ikijenga minara hii katika maeneo ya vijiji kama hivi, na hasa maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara, kwa sababu wenzetu watoa huduma wengine huwa wapo kibiashara zaidi, lakini TTCL kwanza, kama serikali ya Dr. Samia, tunatoa kwanza huduma, lakini vile vile tutaendelea kujiboresha na sisi tuweze kujiendesha kibiashara kama serikali. Hivyo nipende tu kusisitiza kwamba Watoa huduma wote ikiwepo hawa wenzetu wa TTCL wahakikishe kabla ya mkataba huu kukamilika kwa maana ya Mei kumi na mbili, wote waweze kuwa wamekamilisha hiyo minara. Watoa huduma wote kwa maana ya Vodacom, Yas, Halotel, Airtel pamoja na TTCL, watoa huduma wahakikishe minara inakamilika kabla ya tarehe kumi na mbili Mei, na iwe imekamilika na imewashwa kwamba sasa inatoa huduma, wananchi wanafurahia matunda ya fedha ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Sani. Hapa tunajionea, tuko na katibu wa Chama cha Mapinduzi, ambaye ndiye mwenye ilani waliahidi, na sisi kama serikali iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi tunatekeleza, na tumesema sisi kama wizara hatuwezi kuwa kikwazo. Ndio maana tumeona tuweze kutembelea miradi hii, na lengo la kutembelea ni kuona tunaleta hamasa, tunasisitiza miradi lazima ikamilike, minara yote lazima ikamilike.